Mimi ni mkazi wa Kijitonyama, ni mwanga wa janga hili la wahaini ambao tulikumbwa na kumba kumba tarehe 29 na kamatakamata ambao tu issue ni... ilianzia sisi tulikamata nyumbani kwetu pasipo kujua, tulikamata saa nne za asubuhi na tukapelekwa katika kituo cha Ustabei, na baada ya kufika katika kituo cha Ustabei tulikaa zaidi ya siku tisa pale tukiwa ndani ya uangalizi mkali, na baada ya hapo tumeletwa huko mahakamani na baada ya hapo tuweze kufahamishwa makosa yetu, ambao kosa tuliweza kulijua ni kwenye kosa la uhaini, lakini kabla hako, ya hapo hakuna mtu ambaye kajua kosa lake. Sasa pengine furaha yako leo ikoje? ya na furaha kubwa sana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Pia nashukuru nguvu ya wananchi kutupigania, taasisi mbalimbali za kidini na tunashukuru sana kwa sababu wazazi wetu walikuwa mstari wa mbele. Pia vyombo vya habari vimefanya kazi kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba tunapata haki yetu ambayo ni haki ya msingi. Tunashukuru sana. Umesema kule kule gerezani ulikuwa na cheo fulani? Ya kule gerezani, mimi nilikuwa ni msemaji mkuu wa wahaini wote, na tuweze kupata wageni tofauti. Alikuja jaji pale ambao alikuja jaji wa mahakama kuu, akaweza kumwelezea maoni yetu. Walikuja na mwendesha mashtaka na viongozi wengine wengine wa, wa, wa, wa, wa, mawakili wa serikali na watu wengine wengine pia tulipata ugeni mwingine ambao ulikuwa ni ugeni wa wale ambao walikuwa waendesha mashtaka, walikuja pale wakasikiliza maoni yetu. Na pia TLS tunashukuru sana, walizokuja na wakatupa msaada mkubwa sana wa kisheria, ambapo hadi sasa hivi tuko tuko huru. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. TLS nao wamechangia sana kwa sisi kuwa huru, kwa sababu ukiangalia shughuli nyingi zimeathirika kwa janga hili na ukiangalia wananchi wengi wameathirika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu biashara ziliweza ku drop down uchumi pia umeweza ku drop down kwa sababu ya ukosefu wa amani. Kwa hiyo mimi naisisitiza Watanzania wenzangu tuweze kudumisha amani na upendo. Okay. Na, na, na, na, hongera sana msema. Na, naam naam, nashukuru sana, nashukuru sana